Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja leo amekutana na makamanda wa polisi kutoka maeneo mbalimbali nchini kujadili changamoto mpya za kiusalama na ufisadi. Aidha, kuanzia sasa makamanda wote watahitajika kuunda kamati katika maeneo yao ya kuzuia ufisadi na kuwasilisha ripoti kwa Kanja kila baada ya miezi minne. Wili Lusige na taarifa zaidi. Katika juhudi za kukomesha visa vya ufisadi vinavyoendelea kukithiri ndani ya polisi, makamanda kutoka maeneo mbalimbali nchini wamekusanyika jijini Nairobi kuweka mikakati mipya ya kukabili tatizo hilo. To deal with it. Makamanda hao wameelezwa wazi kuwa sasa msalaba wa maafisa fisadi katika maeneo yao utabebwa na wao wenyewe. I know Kuanzia sasa kila kamanda wa polisi nchini ataagizwa kuunda kamati ya kuzuia ufisadi, kuchunguza visa vyote vya ufisadi na kuwasilisha ripoti rasmi kwa Inspekta Jenerali wa polisi kila baada ya miezi minne. Kamati hizo zitafuatilia kwa karibu idara zote na vikosi vilivyo chini yao, kubaini viwango vya ufisadi, kuchukua hatua na kuwasilisha taarifa kamili kwa muda uliopangwa. If Makamanda watakaoshindwa kutekeleza agizo hili au kufumbia macho visa vya ufisadi watapaswa kuondoka mara moja that is going on that is eroding the national police service image or we go. Sasa macho yote yanaelekezwa kwa utekelezwaji wa maagizo haya, na iwapo hatua hiyo itasaidia kuangamiza ufisadi kwenye idara ya polisi. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi. <coughs>